Simu inaita na haipokelewi. Jamani, huyu sijui kama anatia simu wapi. Asa hapa tuko na mpigia demu au jamaa. Hapa anaitwa B, atujui b na maanisha nini juu na miji na langu la kweli linaanzaga na b, na akupokea alafu huyo akwa miaka ngapi? Mbona kama ni mshangazi ni piskali huko na krashi? Huko na crush? Unaweza mpigia crush wako kwa simu yako afu muulize kama unamwambie, kabisa hapa hapa unampenda. Ako na WhatsApp mbili huyu, jamani malayo, huyu jamani <laughs> <laughs> kila WhatsApp na namba yake sema sema na mimi na WhatsApp mbili lakini mimi sio kama huyu. Anampigia crush, ngoja ngoja uone. Hii simu inatumika huyo huyo. Ana, usibadilishi namba mwanangu ule ule. Crash. Unampiga my love. Si nani huko, au unampija muau mwanangu, unajiamini sana mwanangu. Content hizi. Hajapokea ba. Alishindwa kupokea yangu ndo apokee yako hapa Atwa kuna huyo hayupo karibu na simu. Tunapuzia nini, mshikaji? Ah, jamaa brandi sana. Eh, Baila anaitwa Baila. Baila Baila, <SB1 CGI> Baila Baila Baila Baila Baila Baila Baila. Yo, simu anapikaga. Hmm? Anapikaga. Yeah, na pundia, ni mzuri kwenye kupika. Unajua mimi nakwaga na vimba, yeah, na wale mashemeji ambao anajua kupika jambo, mke wa mtu salama. Mtu huyo mpigie mwingine, kama mahari huyo hapo. Marini nani yako, angalia mpigie basi mwingine, mwingine. Aya mwambie mpigie, babako mwambie unampenda. E, umwambie unampenda basi, mpige mdogo wako umwambie unampenda nipo. Wewe, well, unaona, naona hiyo process ya kutafuta mademu ni ndefu, kwa sababu mademu wako wapoke simu, una rafiki yule ambaye nje chenjeu kabisa, mnakuwa mnatukanana magamer, nini mapumbavu <laughs> kuma sijuini na nini ah, ah, ah, samani hii yo Unayo rafiki haya. Tunataka tusikie kwanza maongezi yenu ya wewe. wow. <laughs> na rafiki yako anampigia wao, mademu ni wengi ya, po, weka oh, wote. Mwanangu, hmm. I mwanangu anapigia an, an, namba mpya, kisha anaitongoza hivi oh, okay. mm. Nikiza huyo alikuwa Nikiza wa atapokea aakujali mwanangu, yaani wapokea, anapokea simu akosaki kupokea huyo. halo? Mambo vipi? Angala <laughs> <laughs> ku... ku... yeah. Anajua jina lako nikakuliza eh. Anajua jina lako, Angala niongea kwanza na mimi subiri, anajua jina lako Mwim, jow, kujow, o, anajua jina lako atumulizi eti niambie jina lako, Mwim, jow, jina lako. Bailam. Alo. Yeah. Yeah. <tiple> Angala, samani kidogo Alo? Mambo vipi? Samani, nimechukua simu sasa Bailam hapa na nimeona